Moja kwanza, huko nyuma usalama wa viongozi sio mzuri. Hao watu wa nyuma wote ndio tukae pale, masisi yamegeona picha hapa mpaka kule azimie. Hii gapu tuimalize, tushukeni huko ili viongozi kama kuna mtu ana bomu na mkono asinirushe. Hebu tuje huku kidogo, eh, twendeni pale kati kati pale tukae sura ya mkutano, wakitumiana kule Dodoma, wakiambiwa hii ni Moshi leo, presha ziwashinde wafe au mnasemaje? Mna huruma nao e? Tusuke kuna barabarani masema vipi? Hebu tusuke namna hii e. Peoples peoples, makamanda, mimi niko Moshi nilikuwa namwambia Lema sijui Moshi niongee nini. Ukienda kule kote Kiera unaweza kidogo, kawambia watu kuhusu mabadiliko Moshi. Kuhusu mabadiliko sio jambo la kuongea Nyinyi mshawahi kuweka benchi sisi m miaka kumi na tano wakawa jimbo wanaliona kwa mbali, wakaleta wafanyabiashara mkatandika, wakaleta majambazi mkatandika, wakaleta watoto wa viongozi mkatandika. Hebu jipigieni makofi kwanza. Kwa hiyo, moshi kuhusu demokrasia ni kama vile Brazili na mpira. Yaani, mtu wa Moshi tu kashazaliwa yeye ni mjanja, na wewe ukiishi Moshi tu usanii wa CCM unaujua. Kwa hiyo kufundishwa kwamba hawa ma-CCM msiwachague, ni wabaya, nyinyi mnajua CCM ni mbaya. Miaka ishirini na tano iliyopita Ndesa amekaa hapa mpaka mkamwambia mzee, pumzika. Akaa hapa kijana wake mkamwambia kaa hapa kwa mbunge. Sasa mna jambo gani la kufundishwa? Sasa hivi kuna jambo moja tu kwamba kwa sababu wanajua Moshi inachagua upinzani, jamaa wamegoma kufanya siasa za uchaguzi. Wanataka mbunge wa kuteuliwa, wateue DC, wateue dasi, wateue mkuu wa mkoa, wateue dasi na mbunge wateulie. Hilo tukatae no, ndo hapo Chadema tunasema no reforms, no reforms. Lakini faida ya pili ya no reforms no election ni sisi wa Tanzania tumewaambia, sisi sisieu huu mchezo wa mtu anakuwa diwani au mbunge mpaka watu wafe, akutaki. Tunataka mtu ashinde wa watu, wanacheka wengine wako baa wanakunywa bia, mbunge pale anatangazwa, si ndio? Lakini leo hii Moshi, tukisema hapa mtu yoyote asimame, tuna uwezo wa kuhakikisha anashinda, kweli si kweli? Lakini mabomu yatapigwa, watu watakufa, maduka yatachomwa. Sasa huo ubunge wa kazi gani? Ni ubunge ni uchaguzi ni vita. Sasa si tunawaambia CCM, sisi ni sisi waungwana, hebu akae huko, waamue tufanye uchaguzi wa kweli, tuwesia kwenye uchaguzi, lakini huu wa kumwaga damu wa kisanii huu, hapana, tumekataa. hatuko tayari kwenda bungeni kwa, kwa kutoa watu kafara kafara na kisuzio. Tunataka mtu anaenda bungeni suti yake safi, haina ya damu Sio unaenda unaapishwa, kuna watu ishirini walikufa, unatangazwa, kuna, kuna polisi naye amevunjwa mguu, kuna kituo siku cha polisi kilichoma moto, yote hiyo ni ubunge wa mtu mmoja. Sisi wa Tanzania tumeshtuka, tumesema kwa uchaguzi wa namna hiyo, hapana. Tunataka uchaguzi ambao hasi hata kuku, na uchaguzi huo unawezekana. Nisi mliona CHADEMA tulivyofundisha dunia uchaguzi kwa kufuatilia mpaka Trump vyombo vya habari vyote viko live mbali, wajumbe wanahesabiwa, wanahakikiwa, wanaomba kula, watu wanapiga kula mpaka mshindi, unako nyumbani kwako Kiboroloni unahesabu Chadema nani anashinda kupitia YouTube. Kweli si kweli? Sasa CCM wanashindwa nini kwa hey? Hiyo nyinyi watu wa Moshi, Madya, no reforms, no wa Moshi, tukija hapa tunakuja na ujumbe mahususi: moja, kuwaambia CCM no reforms no election. Lakini wa Kigoma wakienda kwenye election tunaandaa umma na wanamoshi kuhakikisha siku hiyo hakuna uchaguzi Moshi. Tunaweza tuwezi, tunaweza tuwezi. alafu mheshimiwa Lema hawa watu wa Moshi kwa jinsi walivyokuwa e, e, yeah. na akili kikija kile chama cha mchongo kinajua kinaitwaje? Kinaitwaje? <laughs> Bwana, kumbe chama cha mchongo kinailikana. Nijipigie makofi. Unajua, kwenye Biblia kuna Yesu na kuna mtu anaitwa Bar-Yesu, yani yule Bar-Yesu akajifanisha kama Yesu, na kwenye Biblia Bar-Yesu naye akawa anamuigiza kama yao, lakini watu wakamshtukia, wewe sio Yesu, wewe ni msanii. Kwa nini watu wa Moshi vyama vinavyopigania haki ya Watanzania na ukombozi wa taifa hili mnakijua, sio cha kufundishwa takisani. na chama cha mchongo cha kisanii kikija hapa mnakijua. Na maana sisi tumekuja hapa tumesema, wasije wakatumia uchaguzi wa CHADEMA kwa ajenda zao chafu. Kama mtu ameamua kuingia kwenye chama cha mchongo ni njaa yake na tumbo lake, asisikizie uchaguzi wa CHADEMA. Mimi nilikuwa wakala mkuu wa Mangi. Tumemaliza, tumepigwa, tunaunga mkono wenzetu, kwa sababu maslahi yetu sisi ni madogo kuliko maslahi ya Watanzania. Kwa wajibu wetu ni kuhakikisha chama chetu kinakuwa kimoja, hakina mgawanyika, hakina makundi na kinaiondoa sisi ya madarakani. Tuache ndogo ndogondogo za sisi wenyewe kwa wenyewe. Hapo imekaeje hapo imekaeje? sababu tunabaguliwa liongo CHADEMA kubwa kule bahari. Yaani tunalaza tukamao sio akafanya mkutano kwenu huko Kagera. Anaekubagua nani? Anaezuia usifanye mkutano nani? Kwa hiyo, mtu mama anasema vizuri. Ujinyamba umejinyanga pa? Lakini ni chama la wote. Na kazi yetu moja tu kupigania Watanzania mpaka ukombozi patikane. Kwa mtu akija hapa si kwa sababu ya mtongo hapa tukijua kabisa kafika bei, tusipepeshe macho, mwambie mwaambie, Boni yake katuambia kafanyaje, kafika nini. Visingizi vingine hakuna kitu hapa. Kuna kazi moja kubwa mbele, ambayo haitaki kupindapinda ya kupigania Watanzania na kuinyoosha sisiem, kuiondoa madarakani. Lakini jambo lingine la tatu kubwa kuliko wote aisee, mshawahi kufikiri maisha bila CHADEMA? Mshawahi kufikiria maisha bila CHADEMA? Kule Vunjo nilikuwa nawaambia polisi, sisi ndio watetezi wao, na sisi wanatupiga virungu, wanatusumbua, lakini tunawasameheaga, na sisi pamoja na virungu vya polisi hatuwezi kuacha kuwatetea polisi. Hilo ndio kazi ya CHADEMA. Kuna kitu hamkijui Chadema kupata chama cha usajili. Usajili wa Chadema tafsiri yake, tumesajiliwa kuikosoa CCM na serikali yake madarakani. <coughs> Siku Chadema ikipanda hapa ikaanza kusema mama anaupiga mwingi, mama mitano tena, ujue chama hicho tukibadilisha kiwe sako tukopeshane tufe, unasemaje? Kwa sababu tutakuwa tutendei haki baadhi ya makundi, kwa mfano Hawa wenzetu polisi hawa wakipigika na sasa hivi kuna kitu kinawasumbua. Kuna mablaza zetu na masista na polisi. Message WhatsApp wazikosi. Blaza kikokotoo msikiseme. Kikokotoo ni nini? Zamani polisi anastaafu staff wanabeba milioni 50, 60, 80, 100. Anaenda kuanza maisha shamba. Kweli si kweli? Siku hizi sisi hapo anamwambia zilela tukushikie, tukupe tu kidogo. Anafanya kazi miaka 30, wanampa milioni hiyo milioni kumi na nne unaamua tumaniwa au madini unaamua au kipindi cha kwanza uaawao, lakini CCM walivyowakatili, hiyo milioni 14 wanampa. Mtu ana vitatu, kafanya kazi miaka 30, na katika 30 wana miaka 6, wanasema sita ni ya kujitolea, hawamhesabii kwenye pensheni. Sasa polisi akiongea, nachokisema mimi mjibu. Kwa nini yeah? wa sheria ameasi kitu atachokipata atasimulia bigi zake, lakini kwenye nchini kuna mtu mmoja tu mwenye leseni wa kuongea hayo naye anaitwa chama cha upinzani. na Tanzania ni kipi? Tanzania ni kipi? Tukinyamaza tumetendea haki polisi, atujawatendea hata wakubwa wa polisi tunawajua. Kuna mmoja alisema watu wakiandamana atawapiga kama mbwa gogo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ninavyokuambia. Yule mzee na leo yake yote sasa hivi ni mlinzi kule Kagera. Yezini. Si tunamjua. Yaani sisi tulikuwa tunadatu kwa mbele ili akistaafu apewe mshiko mzuri akae na wajukuu. Aliposikia tumetangaza maandamano akasema wakisubutu atawapiga kama mbwa gogo. Leo maisha ndio anampiga kama mbwa gogo. Umekuwa la PC umestafu, bado tunafungulia wazungu geti. Ya nini hiyo? Na sisi tunasema nchi na hela hii. Acha CHADEMA tuongelee ongezoe mafao. Ukistafu kama la PC au OCD, kaa pale shambani lima, jenga kibanda, somesha watoto na wajukuu. Hapo nikaeje? Kwa hiyo chama hiki kikiwa kimya, tafsiri yake kimesaliti umma. Wangapo nakubaliana na mimi? Wangapo kwa motion mnaelewa sana? Moshi, mnaelewa sana. Sasa ndugu zangu, nisimalize, mna waongeaji wako wengi na pale chini kuna mafundi wamejiandaa na ujumbe wa leo. Mimi kama Boni Yai, nashukuru Moshi, mlipokea vizuri na Moshi nimewavulia kofia. Yaani sisi kule ukumbi tunasema mambo kama Moshi, maanake kuiondoa CCM. Sasa leo lo tumekuja kukutana nawapo. Mpo sisi mpo siasi na kazi, tumebakisha kitu kimoja tu ni kutoa uoga shugui sisi, tunaposema leo, no reform, no election, kama walokole. Kuna siku sisi sisihem tutawachechia watu wamini, tutawaangalia na sura za mbuzi, watakimbiana kweli, si kweli? kuja ngumu, tuwe kuagana. Makamanda wenginewa asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki Moshi imetisha, asante. Sasa kasabila kabla